Mtu hazaliwi, mtu anatengenezwa. Hilo lazima uelewe sana, yaani kadiri ninavyozungumza, lazima uelewe hakuna mtu alizaliwa akiwa na vitu, watu wanatengenezwa na wansi. Unapoanza kuwekeza kwenye uwezo, ndipo unapoanza kuona yale maono makubwa katika maisha ya kwako, yale maono makubwa katika maisha ya kwako, maono makubwa katika maisha ya kwanza. Mungu akasema na Musa alipokuwa pale, vua viatu vyako, kwa sababu mahali hapa usimamapo ni mahali patakatifu. Musa alikuwa ana uwezo ndani yake wa kuwekeza, ambao alipaswa kuanza, amewekeza kwanza kwa miaka themanini katika huo uwezo. Sasa nataka nizungumze kidogo juu ya haiba na tabia inayoweza kukuzuilia kufika kwenye malengo ya karama, malengo ya kihuduma, malengo ya kitaaluma na elimu, malengo ya kiinfluence na siasa, malengo ya kiuongozi, malengo ya karama na kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako, malengo ya kibiashara, uchumi na fedha. Yapo malengo ambayo umeyaweka na, na, na ukumbuke ya kwamba tunazungumza juu ya wekeza kwenye uwezo, na una malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Sasa moja ya mambo ambayo anaweza kazuia malengo ya kwako ni kwa namna gani unaweza ukajichonga tabia na haiba ili uweze kuwekeza kwenye uwezo ulionao, kama ambavyo Musa ameelekezwa na mbingu na Musa ametengenezwa zaidi kuliko binadamu wengine. Nafikiri katika utumishi wa Musa, alitengenezwa kwa miaka 80, miaka 40 nyumbani kwa Farao, akasoma elimu ya Kimisri ambayo ni high education, lakini pia alipokuja jangwani akatumika miaka 40 katikati ya jangwa, ili kuwa na experience ya jangwa, kwa maana Mungu atamtuma Misri kuwaokoa wana wa Israeli na safari yake itakuwa jangwani nako na tena atakaa miaka arobaini mingine jangwani. Musa alikufa na miaka mia moja na ishirini arobaini kwa Farao, arobaini katika nyumba ya, ya, ya mkwewe Yethro na arobaini jangwani akiwapeleka wana wa Israeli Misri, na akafia mlima Nebo. Hapo Nebo ambako Musa alikufa kwa sababu ya hasira. Sasa kile ninachotaka kufundisha asubuhi ya leo Anasema jichonge tabia na haiba. Musa alipofika mbele za Mungu, kitu cha kwanza ambacho Mungu alimwambia Musa, vua viatu vyako. Unataka kuwekeza kwenye uwezo mkuu namna hii. Maana yake, Musa aliona kijiti kinawaka bila kuteketea, akasema, nitageuka sasa niyaone haya maono makubwa. Nitageuka sasa ni yaone haya maono makubwa, na kwa nini kijiti hiki kinawaka bila kuteketea? Kwanza ndani yako kuna kijiti kinachowaka bila kuteketea. Uwezo wa mtu, uwezo wa mtu, neema ya mtu, kipawa, karama, huduma, uwezo fulani ha, ile nguvu kuu tunayosema nguvu kuu iliyoko ndani ya mtu ni nguvu ambayo haishi, inawaka bila kuteketea yani utajikuta kwamba unajijua tena, unajijua tena, unajijua, unaona kuna kitu ambacho kinarudia several time kwenye maisha ya kwako. Wansi unaposema nataka kuwekeza, ni ile ambayo Musa anasema nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na kwa nini kijiti hiki akiteketei. Sasa ili hayo yatendeke, Biblia inasema Mungu alimwambia Musa, vua viatu vyako, maana mahali usimamapo ni patakatifu. Kuvua viatu ni huko tunakosema jichonge tabia na haiba moja. Musa ana gilti, ana hukumu kwa sababu ana, ana, ana hatia, ana mada kesi huko Misri, na Mungu anataka kumtuma aende Misri, lazima avue hiyo hofu iliyomkimbiza kwanza kutoka Misri. Lakini jambo la pili anapaswa kuvua ile tabia ya kibinadamu aliyo nayo ambayo ni haiba na haiba. Ya Musa ilikuwa ni hasira. Yeye amezaliwa katika kabila la Walawi na Walawi ni watu wenye hasira kwa kiasi kikubwa sana, na hasira hiyo pia alijitahidi kujipiga tindo, lakini kwa bahati mbaya sana hasira ilimzuia, alipokasirika wakati wa kutoa maji ya mwambani, kwa hiyo hakufika Kanaani kwa sababu ya haiba iliyokuwa imebakia ndani yake, hakuweza kufikia malengo. Lakini pia katika kitabu hiki cha, cha Kutoka Mungu anasema Musa, Musa, vua viatu vyako. Katika kitabu cha Luka, tuna watu wawili asubuhi ya leo, tuna Musa lakini tuna Simeon aitwaye Petro baadaye. Simeon alikuwa mvuvi katika ziwa la Genesareti na Yesu akaenda akaomba kutumia boti yake. Na Yesu anataka kuestablish ministry hapa duniani, kulianzisha kanisa na mtu ambaye anaona anafaa abebe e, e, responsibility uwezo. Mtu aliyemwona dunia nzima kama anafaa ni Petro, ni, ni Simeon. Wakati ule alikuwa anaitwa Simeon kabla ya kuitwa Petro lakini Simeon alikuwa mvuvi wa samaki, anafanya kazi feri hapa na yuko huko mwaloni, yuko feri na samaki zake na shombo la samaki, na Biblia ninayosoma inaniambia Yesu akaenda akatumia boti yake akazungumza akahubiri, lakini Simeon hakumwelewa. Baadaye akamwambia tweka mpaka kilindini uende ukavue samaki, na alipoenda akapata samaki wengi aliporudi akatubu kule ndani ya chombo, akaungama na kutubu, na baadaye ndipo Yesu anamwambia, usiogope Simeon, Simeon usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua, hutavua tena samaki, utakuwa ukivua watu eh, ambia Simeon usiogope, utakuwa ukivua watu Simeon, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hiyo ndio pointi nilikuwa naitafuta. Simeon, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Anaondoka kwenye experience ya ziwa, experience ya kuvua samaki, anaenda kwenye experience ya kuliangalia kanisa kama first bishop, kama askofu wa kwanza. Jambo jipya kabisa ambalo hajalifanya lakini Mungu ameona ndani yake kuna uwezo mkubwa ndani yake kuna uwezo mkubwa ndani yake, na ni maombi yangu asubuhi ya leo kama Mungu aishivyo na Roho ya Mungu ikaavyo ndani yetu, aweze kukuonyesha namna ambavyo Mungu anakusudi jema na maisha ya kwako, na anakuwazia mawazo ya amani na kile ambacho kinasonga, kile ulichokuwa nacho ni tabia na haiba. Hii ni mtu mtu anapozaliwa ndio ile falsafa pana ambayo tunaongea katika theolojia. Yesu akamwambia Nikodem you must be born again, ni lazima uzaliwe mara ya pili. Sasa hapa hizi sanamu ni sanamu za kimarekani zinaitwa, nimetembelea state kadhaa, uh, university kadhaa za Marekani uh, Harvard University lakini the Ohio State University of USA, na university mbalimbali mbali ambazo zipo Marekani. Hizi zinakuwepo kwenye vyuo na taasisi mbalimbali za kitaaluma ambazo kazi yake ni kufundisha na kumwambia mtu umekuja hapa kwa ajili ya kujichonga, ni lazima ujichonge, pamoja na degree ambazo utapata hapa lakini you must change, lazima ujishape elimu ikutengeneze. Mama Mari, we umekuwa mwalimu, lakini wale watu wachache waliosoma zamani walifahamu ya kwamba elimu iliyopatikana zamani ilimchonga mtu. Yani unamwona kabisa, huyu hata kama ni mwanafunzi aliyesoma zamani, akina Mamamari walivyoenda sijui, wameenda kila kala, wengine wamepangwa weruweru -weru kirudi tu likizo, hata kama ni form 2, hata kama ni form 3, hata kama ni form 4, unamuona namna alivyo smart nyumbani, atafanya usafi. Yani akirudi, amechongwa fulani. Elimu ya zamani ilichonga watu. Mtu akafika university, anajulikana huyu ni msomi kabisa, amefika university. Namna ambavyo ilikuwa inamshape, anakuwa mtu mwingine ambaye anaweza kuestablish ule uwezo uliokuwa ndani. Kwa bahati mbaya sana, elimu hii ala! Sasa mimi sielewi, lakini watu mimi nimesomesha watoto wengi yani, katika wewe si na watoto wako watatu sijui wanne wa nyota wa kijana, mimi na mia moja plus naenda mia mbili kwani nafahamu nikizungumza na experience mia mbili Nakwambia unaenda mtoto anatoka chuo kikuu, unajiuliza, hivi sasa huyu ndio wachekechea au yani, huoni changes ambazo ungetarajia azifanye na azione nchi na serikali yetu inajitahidi, inapeleka wanafunzi mpaka jeshini, watu wanaenda mpaka jeshi, bado wanakremisha, wataenda jeshini, watajifunza kuzalisha, lakini akirudi nyumbani hata kuotesha huo hapo, hata huo uliloliotesha kukumbuka kwamba jioni linatakiwa kumwagiwa maji, akumbuki hiyo habari kumbuke amelima huko jeshini ametengeneza vitunguu na nyanya. Akija nyumbani pana maeneo ya kulima, hutamuona ameamka peke yake kwa kujituma, achukue mbolea aoteshe hapo mchicha hapo nje. Hana mpango huo, lakini yuko tayari, unapotoka baba, tunaomba hela ya mchicha twende gengeni. Anakuja kugonga kwenye gari, anaenda gengeni, kwenda kununua mchicha uliooteshwa asikokujua, na ana madigri ametoka na jeshini na jeshi amepita tofauti ni kubwa mno. Sasa nataka unirudishie hii sanamu ya michelini hapo. Aha, hapa hii inaitwa self made man, mwanaume aliyejitengeneza. Na hii mtu anapozaliwa anakuwaga hivi, unaona, tumbo alijulikani lina sentimita ngapi, mguu ajulikani uko ukoje, sijui kitu gani kitu gani kitu gani ili atokee mtu. Hawa mafalsafa watu wenye mawazo mapana ya, ku, ya kubusti uwezo ulio ndani na kufundisha kuwekeza ndani ya uwezo ana, wanaweka hizi sanamu kwenye baadhi ya university ili kuhakikisha watu wanakuwa motivated na wale walioko pale wanatengenezwa. Sasa hapa ndipo ambako huyu mtu anajipiga tindo na mimi nataka nikuulize, na ndio maana asubuhi ya leo nasema tuna mada inayosema jitengeneze mwenyewe, jipige tindo, jitengeneze mwenyewe au jitengeneze binafsi. Sasa ni namna gani Musa afae kutumika kuwaondoa wana wa Israeli Misri na kupambana na farao? lazima ajipige tindo, na Mungu akamwambia vua viatu vyake. Lakini namna gani Simeon uh, afae kuwa the first bishop of the church, atoke kuwa mvuvi wa samaki? Ndio pale Yesu anamwambia usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Unabadilishwa kutoka kuvua samaki kwenda kuvua watu. Uwezo uliyoko ndani yako. Simeon Petro alitumia miaka mitatu ya uwekezaji akiwekeza muda wa miaka mitatu pamoja na Yesu, anawekeza katika theolojia, amefanya kazi na Yesu. Lakini tatizo la, la Petro halina tofauti na maisha ya kwako. Oh my God, oh my God, oh my God. Katika maisha ya kawaida kuna uwezo mkubwa sana ndani yako, na wakati mwingine unafifishwa, unauawa, unaharibiwa unakuwa overcomed yani una, unaharibiwa unauawa, unakuwa destroyed na tabia na haiba, uwezo mkubwa ulio ndani yako. Na kila mtu ana uwezo mkubwa ndani yake, na tunapozungumza kuwekeza kwenye uwezo, ni lazima kwanza upambane na tabia na haiba, kwa sababu vinashambulia uwezo wa ndani ya mtu. Unaweza ukabakia kuwa dormant na ukashindwa kufikia malengo katika maisha yako, wala hujarogwa. Ni tabia na haiba ambavyo vinashambulia uwezo wako wa ndani, na ndiyo maana ya hiyo sanamu ya self-made man. Mwanaume aliyejitengeneza au mwanamke pia aliyejitengeneza, nikipenda kusema hivyo, si tu kwamba tunatengeneza wanaume. Nisamehe sana hapa, ni balance gender, mwanaume au mwanamke